Wapu, ya na, ni e, mimi changamoto jana ilikuwa, nimekaa pale kwa Mwita nilikuwa na nimekaa nimetulia na nanii mpira, nikashangaa jamaa akaja tu akawa na chupa sijui bia ile nika jafunguliwa nakuja hapa anisonga zonga, maana anajea, nikikukuta mitaani usitembee. Yani mimi sasa, mimi nikaa kwa, hebu twende, ndo alikupiga hivi eh? Ndo alinipiga hivi na hiyo chupa, eh, ni chupa lirusha, ile chupa, lakini mimi kwa nimekaa, ndio akapata pia apige, aitaka apige uso eh, mimi nikafanya hivi. Nilipofanya hivi, ndio chupa ile kile ikaboga, ilipo ulichukua arabi na akisibi ikile ikaboga, ilipo ilipo gonga hapa, kae ni mtoboa hapa, nyama ikae imeachia. Kwa hiyo na huko na huko ukoni, kae ni mtoboa. Sasa ni pale nikasema, jamani huyu mtu Bali kopa pale kasubiri. Kamba jamani huyu mtu mnamwangalia mnamwangalia hapa anaondoka auiona alivyoniumiza hiyo alafu mnamwangalia. Hebu mkamateni. Ndio yule baba mwenye kile kigrosari akatoka pale kuna kumkamata. Kakuta jamaa kashakimbia, kashakimbia. Basi ikabidi mimi walichukua pa nipeleka hospitali. Ikabospitali usiku yule walipoangalia mwili wangu wakasema huyu hapa hatakiwi kufanyaje? Hatakiwi kuwekewa dawa wala nini, atakiwa washonwe. Kwa hiyo jana ile usiku ikabidi ni shonwe. Kaa tabu ya hapa ni tobo, ni shimo. Nishimu akasema inabidi huyu afanye nini nini. Kwa hiyo kabidi nishonwe, kwa ule maisha yangu nipate nini? Nipate tiba juma. Leo juma ikawa juma juma Jumamosi, kuna Jumamosi na Jumapili serikali haifunguliwe kwa hiyo itabidi Jumatatu yake iko pale pale, mimi sina ni mjumbe kwa sababu kama shahidi wako nimeona na hapa mjumbe. Ah. Eh, chukua namba ya OCD . Njoo hapa mwanadamu, unachukua chupa unampiga mwanamke kiasiki. Jamani, inasikitisha sana jamani. Dada mwenyewe wangalia mzuri, mrembo, unampiga una, una, una tena amenyoa kisura dada joni, kuchangia hela kidogo hapa. Osidi, huyo mtu atafutwa haraka sana, leo leo hii. <laughs> nataka ufanye biashara sawa. Unampenda, umpende. Sema ukweli. <laughs>